ngerdunga oye epizodi numero 13 ya suratu yasini baada ya voti hale rijeridunge epizodi numero 5 yaheze kiswa za hemasahaba aukaze barnamaji za hatu ngazendao hama kawaida eni samaona epizodi za nyumeni zendao shazila zandisa kazijazia ngazendelea aizo d epizodi numero 13 Ikao orisari leza ugharimu epizodi numero 12 enamuna owandoa uh, mbevoni neze nema wajokauona neshewo shijokaunikiwa owanawashe uh, warao mwenyezi mungu mbevoni fatuze owanaume uh, vao ikaa nga jokaunikiwa utukufu winji harimwa embevo ye mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala aizo leonga renga o harimwa ze ayazinu risoma risomao abasa rendele a'udhu billahi minash shaitani rrajim

la ilaha illa llahu muhammadu rasulu llahi swalla llahu alayhi wa sallam mnyezi mungu subhanahu wataala ngurelezo oharimwa suratu yasini ngurambie ukana baada wala wandru wambevoni wasawavukanele baya ngujokahambia wala wandru wa mroni ukana wamtaa zulyauma na mjivure bavuni na mjiunjilie ayuha lmujrimuna enyi bowandu wayi enyi wandu mwatumba mpaka juu mwatsoa tsimba nai duniani mwatsuka hanza mwesheleye eza mnyezi mungu mwatsuka hanza mtubie bavuni mnyezi mungu. mnyezi mungu haya na, na watsanganyula hula ngujwa kawambia ukawa mtazu mndoni waunjiliwa ikawa sawaunjiliwa egurupu wa e ya mndonila sheidadi shahaonga shitoka ukashinji

emilango yaho mndo ya mfukare ya Qur'ani ya ya yeleza laha sabatu abwab milango ya yaho mndo yomfukare basi mtume ngurelezo ukr harimwe milango iyo izongama mfukare omlango mlango womndo nguona ngama mfukare haina ngama nzima yao va uvurizi wabwe wavirimaha zihwi mengo mfukare setsa mila ta ngebuha ziimengo mfukare eno 70,000 hayo ngebiraoyo sipia gabavuriziwa wobwe lebwe ilo nga libitsao ha ziwe mengo mfukare raha lebwe ilo leja waswili ogharimwa omwiso wa hengama yabungojokayo ngamande haini ngama nzima wouvurizi wabwe wo juu basi lo udzubali dzubuli renge mahazi himengo mfukar rahale bwelale jawaswili ogharimale kohola ho mro wa jahannama basi mtume halili hata wa muharuma wa mtume udzuburuwa nen mtume akaurindina mtume alayhi salatu wa salamu hambie masuhaboka wallahi latum la anna wallahi latum la anna wallahi gani mlavioni ha mnyezi mungu zengama mfukare izo haina ngama yabo bovurizi wabwe babiri mahazo imengo mfuka re rahale bwele jawasuli bonsi basi ze ngama ndende ndendende izo ngazi juja ya wanadamu hata mpaka ndogo ju la ilaha illallah uonruwa nwenji uonruwa mro ni wenji mnyezi mtuwe salamu ngazi juja ya ze ngama izo ngana ngama nzima wa ule uo basi zumfuka renga zijuja wanadamu hata wajuu basi mnyezi mngu subhana wataala ngujwa ngalo wandomroni namna walo wenji wawunji lo bangona kiama wabaliwaye gurupu iyo wandomroni mnyezi mngu ngurambiyo wamtazu liyawma ayuha almujrimun alam ahad ilaykum mnyezi mngu kujwambiyo wanadamu wadoka alam ahad ilaykum inje mwambiyani inje rangamiyani inje mnikane hadiyo ya bani adam enyi bo wanadam alla taabudu shaitan enje mwambia ni ukamtia abudi ya shaitani innahu au ka hakika shaitani huwa lakum ghusani mwanyi bo wanadam aaduun wa aduwi mubin ya venuha shaitani kaja bandaya shaitani hasa tangaza ukaye aduwi ngufanyo haina zofanya o wanadam watunjio harimawo mndo mnyezi mungu ngambia wala wanduka alam ahad ilaikum ya bani adam inje mrengiani yemiadiyobo wanadamu namwelezani naweha mitume yemitume wa roha yemasahaba weleza yemasahaba wafu yemafundi weleza ye Qurani ngio yavozaliza mtumi mjelezo ybo wanadamu anla tabudu shaitan ekamjambiwa Mnyezi Mungu kaamba kamtinabude shaitani innahu lakum aduum mubin hauka hakika shaitani wahosoni mwanyonge adui mziro yawenuha wa ani abuduni en jamambiyani bo wanadamu kamni abudie ni Mnyezi Mngu enjamwambiani mdo swali enjamwambiani mdo jana za istighfaru enjamwambiani mdosome Qur'ani enjamwambiani mdanzo wamzayani enjamwambiani mdo, Enja mdo, wa Enja mdo heshimu ya dini enjamwambiani mdanzo wanduwa dini enjamwambiani mtowezemvunezemali zahanyumrumilie dini mtitsorumiazemvuneze mali hasibabu dunia hata mjamghafilighana dunia enjamwambiani zokana mniabudie ni mnyezi mungu o aniabuduni enjamwambiani kamniabudie ni mnyezi mungu

afalamtakunu tankilun ekamjaka na akilibo, wanadamu msokubale dunia imbabaisani, mkubali mruha ghafilia hata hadi waza yamuumba mranadamu ye mwanadamue afalamtakunu tankilun ekamjaka na akili ikamja kahelewa ikamja kaishe za kahambwa baada yavo mnyezi mungu wabioka afala mtakunu taakilun ikamja kana kili mwa kahelewa za kahambwa ikamja kauzishia mnyezi mungu subhanahu wataala ngujambia wamro wamro urohe basi wamro nga wamro. wa mrongaujuutowahitswa hamanyoha ekawa mro wa jahannama usautowashahitswa shila hamanyoha wamro ulanga ujura kiyo wanadamu wari hayina mndu yawe vonsi yarenge magunguno yakaze vonsi hayina mndungutsoshemeza hayina mndu ngutsomba nafsi nafsi nderoho hangu nevuke nsina haja na mbaba hangu nsina haja na mzadze nsina haja na mwana nanivuke nanivuke enyi mndu nde roho ya robi nafsi nafsi badi mndu mzima basi mtume muhammadu sallallahu alayhi wa sallam Ya rabbi wayechendejodohamba ummati ummati ebo mnyezi mungu ndo ummati wahangu do ummati wahangu angaliyalebayalinu haine mrasandisoridinda wamrousa utowashehiswa wamrusa wandisorakiyo amrusa wandisoramahiyo wanadamwenedgusbade nafusi de nafusi dami dami, dami badi mtume muhammadi sallallahu alaihi wasallam wayeche ngutso hamba ya rabbi ndo ummati wahangu do ummati wahangu sallallahu alaihi wasallam

do mdo wandiso fukua wamdo wandiso rohora ye mahio ya omro ya mafiro yahomre andisa ya mnyezi mngungujoambia wala wanduai watukanze dini wakati wabaliwawa ndoharimwao mro mnyezi mngungujo wambia uka hadhihi jahannamu allati kuntum tuadun unudaula mdo wa jahanna mwadoadaliwa

walaw bima kuntum takfuruna hizo mwaka ukufuru mnyezi mungu islauha lyauma bima kuntum takfurun na mjio gharima omro wa jahannama uo hizo mwaka ukufuru mnyezi mungu heze ndi mwaka ufanya wanadamu walawali wasawabaliwa wasawaoneswa a wa mrongondo watilwa wagharimwa omro wa jahannama ikawa ngamja utinia kisa nzima yavo ngenendelee ne tafsiri ya heze aya ngamja utinia kisa

ao mndu mwema yakaura mnyesi mungu emwanamsho wahaka mndu wa dini hakanza nogo za dini basi mwanamshealavo yahafa wandu wende wamzihi baada wamziga wandu wenzao emwana mmake mndu yakaura mungu habako masamuni balangumombelezedua hatsona janda hala josi na mndo wandisoroho kaburini Subhanallah dukhanun wa nar

lezambi emwanano yakanilo mwanamshaho yakanilo ehazaae hadokazee mashisho yaae harimwa milango ya wandu yaishilaz sekreza wandu yenda yezeneza harimwa womji Allahu Akbar Subhanallah lezambi ziro yakanilo hado ushilia sekreza wandu yeutunda yaunduweze nongoza wandu yende yazeneza subhanallahi lazim haina mwanadamu wakongutundo yebale mwanamsha wala ngufanyo halolwani ndo harivala rantsiwa yazaye tsotunda zitso zahahe yende yazitangaze hobangweni yende azitangaze hotengweni hajidiwaza ukavala yeye ngena makosa menji hajidiwaza uka yeye ngena zinji rahana zila aizo owando ikarehazahao tsotunda zawando weunduwa zawando iliwawatangaze wadoapashe omu marangoni owandu wawo ata wajo wasula okaburini lekaburi laho wandu wao ngalitsunga uvuziziwa janda hala mndo ngalitsunga uvuziziwa janda hala mndo wa omahala wajo kaulala vaano watetivala o kaburini lekaburi ngaliunjiliwao liunjiliwa lisasanyiwalivuziziwa janda hala ho mndo

as joka urongo wanamnaje Dunga dungaye episode numero 14 harimwe suratu yasini ngaso harimwe aya al yawma nakhtimu ala afwahihim watukallimuna aidihim wa tashadu arjuluhum bima kanu yaksibun Dunga dungaye episode numero 14 harimwe tafsiri ya suratu yasini